Habari za wakati huu, karibu tena kwenye chaneli yangu. Kwenye video hii nitaenda kukufundisha jinsi gani unaweza ukafuta posti Instagram posti nyingi kwa wakati mmoja. Utakesha siku nzima utakuwa haujamaliza. Kufanyaje kudelete? Unakuta mtu ana posti elfu mbili elfu tatu itakutesa sana. Kwa hiyo sasa, kwenye video hii ninaenda kukuonyesha shortcut jinsi gani unaweza kufuta posti nyingi kwa wakati mmoja. Posti zako labda ziwe kama hivi. Kwa ukiingia kwenye Instagram yako, kama kati, utakuja sehemu ya profile yako kama hivi, ambapo unaweza kuona followers wako, posti zako, stories zako, na baada ya hapo uta ukishakuwa umepaona hapo utakuja pale juu kwenye mistari vi, vitatu i baada baada hapo utakuja hapa walipo kuandikia your activity baada hapo utakuja hapa walipo kuandika content you shared posts utachukua posts hapo baada Uta hapo, hapo utaanza kuziselect sasa posts ambazo unataka kuzifuta eh? na maximum unaweza ukaselect post 100 hiyo utaishika ya kwanza hiyo mitia tick ya pili ya tatu ya nne ya tano ya sita hivyo ni rahisi sana utakuja hivyo eh, na hizi posti ukisha koma delete, zitaenda kwenye archive eh, maanake zitakaa pale ndani ya siku thelathini. In case utahitaji kuzirestore, utaingia kwenye archive utaweza kuzirestore, kufanya kama mimi hapo. Nimesha select arobaini na mbili, nikibonyeza delete hapa chini, maanake nitaweza kuzifuta wakati mmoja. Ni rahisi sana sona, nimebakiza hapo moja mbili tatu nne tano paka niftina hizi mbili, labda zibakie tu hizo za picha zangu, kanimemoatu nibakize hizo picha zangu. Hata nikirudi huku nikirifreshi hivi sitaweza kufanyaje, sitaweza kuziona zile nyingine ambazo zimezifuta nazimebakia reels tu videos na nazenye, pia utafanya vile vile, utakuja kwenye vistari vitatu pale, utakuja hiyo activity baada hapo eh, sinaona hapo. Ukija kwenye recent deleted utaona. Baada hapo utakuja kwenye reels na penye vile vile utaziselekti na kuzifuta. Kwa hiyo inkesi, nataka kwanza pengine kuposti upya, ka delete 20 hapa, na delete delete delete delete, delete, lili delete ishirini, Nikijata huku azibakatuiza hapo tatu e. kwa hiyo hiyo ndio njia rahisi ya kufuta posti nyingi kwenye mtandao Instagram au pengine ambazo unazihitaji kwa wakati mmoja. Mimi sina la ziada kwenye video hii, tukutane kwenye video ijayo. Asante.